Habari zenu, Ana panaongea kutokea AJS TV USA. Basi leo nimepata bahati ya kukutana na Watanzania wenzangu huku North Carolina. Tunazungumzia mambo ya kujengana, tunazungumzia mambo ya kujifunza, yani tunajifunza katikati yetu sisi wenyewe, na ni mambo vile vile ambayo hata wewe ndugu msikilizaji, ukisikia, ni vitu ambavyo vitakusaidia au utamweleza mtu ambaye naye vile vile atanufaika, si ndiyo? Kwa hiyo ana hapa naongea kutokea AJS TV, leo tutakuwa tunaulizana maswali mbalimbali mbali, na tutakuwa tunajifunza. So bila kupoteza muda, ningependa kumkaribisha na kuongea wa kwanza kuongea naye ni bwana, na nitampa nafasi yeye mwenyewe ajitambulishe kabla hatujaanza kuongea. Lakini ni hawa, nakumbuka zamani wakati tunaishi nyumbani wazazi wetu wanatuambia eh, wale wabepari wale, tulikuwa tunajua tu uki waindi wamemekitu wamemekitu wamefanikiwa, basi wanaitwa wabepari au makaburu, si ndio walikuwa. Kwa maana hiyo, basi eneo anayekuja ambaye tutaanza maongezi naye sio bepari wale, sio kaburu. Nataka mwenyewe ajitambulishe. Bwana Nasoro, hebu tafadhali, Jitambulishe kidogo uh, mwenyewe alafu tuweze kuongea. Asante. Uh, uh, uh, mimi jina langu naitwa Nasur Basalama, ni Tanzania mkazi wa North Carolina. Uh, vile vile ni mkurugenzi wa, wa Amboni Home Care. Mm. Uh, na actually kampuni mama ni Amboni Group. ru mm ambayo -hmm. ndani kuna Amboni Cafe, Amboni Amboni Real Estate, Amboni Poultry, Amboni Fish Farm, mm -hmm. na Amboni Home Care. Na anafanya uwekezaji hapa Marekani na na Tanzania. Tunayoenda kuzungumzia iki kipengele cha home care. Home care inakuwa iko katika vipengele mbalimbali mbali. Lakini tunazungumzia specific katika upande wa biashara kwa wale wanaofanya biashara za home care. You know, kuna Watanzania wachache whatever wa sehemu mbalimbali wanakuwa wanafanya hizi biashara za home care. Umeona, home care inaweza kuwa kuna wazee, inaweza kuwa kuna watoto wadogo, lakini kwa wewe kama ni mtu ambaye unasikiliza, hauko familia na mazungumzo kama haya ya home care huku kwetu kwa mfano Marekani, unaweza kuwa unawaangalia watu wazima, unaweza kuwa unaangalia wagonjwa, lakini unaifanya biashara ambayo kwamba unaajiri watu wanaenda kufanya kazi hizo mbalimbali. Kwa hiyo kuna vipengele mbalimbali mbali katika hiyo. Sasa leo tunazungumzia, nataka tumsikilize Naso na sababu ambayo nge, nimeona ni bora tumsikilize na, na. mimi mwenyewe bado namshangaa kwa sababu anachokifanya binafsi naye sidhani kama ningeweza kukifanya. Ni kitu ambacho ni ni mtu lazima awe jasiri sana, ambaye amededicate kuweza kufanya kitu kama hicho, kwa sababu Naso yeye mwenyewe ni mfanyabiashara, amekwambia anaifanya hii home care, lakini alichogo extra mile, ambaye nikisema nikiwauliza, kwa Watanzania wanaoishi hapa Marekani wanaofanya kama anayefanya, bado sijasikia. Inawezekana labda kuna mmoja, lakini inaweza kuwa ni 0.5% of 100 wanaofanya anachokifanya yeye. Ujasiri sasa. Ndio leo ndugu yangu Nasi, yani, tumepata opportunity hii. Ningependa kwanza, mimi napenda tu kujua uthubutu wako wewe wa kusema ni wafundishe watanzania wenzangu wafanye biashara ninayofanya mimi. Ninajua tuna tenda huko huku, asilimia kubwa wa Tanzania huwa tukiangushana, tuki tukisaidiana, labda mtu anakuangusha huwa tunafanyaje? Tunakimbia, tunajificha, tunaogopa. Kwa hiyo asilimia kubwa tunaanza kuogopana, lakini wewe umekuja na uthubutu. Sisi kati ya hiyo hiyo jumuiya ambayo tunaogopana, wewe sasa ndio unatuita, unasema jamani, eh. Njoni niwafundishe kila. Ni kitu gani kilikufanya wewe ufanye unachokifanya kwa mtu mwingine? Sababu una uko kwenye grupu la Watanzania, kwa hiyo tu, yaani tuna potential kubwa sana ambayo hatujaitambua mm. wala kwa hiyo mimi actually navyothubutu kwa Watanzania kuwasaidia, najitengenezea security yangu mimi mwenyewe uh, ile jambo ambayo midi Watanzania waelewe Mm. Kwamba mafanikio yetu sisi ya kila mmoja yako kwenye mafanikio ya wengi. mm. na ndio maana wanasema elimu ya mmoja ni, uh, ni ujinga na utajiri wa mmoja ni fukara. Mbona? Kwa sababu kesho ukitokea mchango hatuhitaji basi salama, lazima atoe shilingi elfu moja ili tuweze kupata shilingi elfu tatu. Mm. Mwa, tukipata tu basi salama 10 ukatoa shilingi mia tatu tumepata sasa. mm -hmm. Aza kama uwe, wengi maskini wachache ndio wanakuwa wana, wana, wana, wako juu. mm. tutaendelea kustruggle katika kat, kat, big number kwa hiyo ni kutoshirikiana sisi kwa kweli, wewe ulio kwa juu na wale walio kwa chini, wote mmefeli, kwa sababu wewe, just a matter of time kufeli, kwa sababu uko peke yako na mzigo unakuwa ni mzito. Kwa hiyo na, na, na, ndio maana uh, yani, ilitakiwa isiwe ajabu mtu mmoja kufanya, itakiwa iwe ajabu watu wengi kutofanya. Unaona, unfortunately katika Marekani hii, mfano mkubwa natumia kwamba makundi mengi, nadhani naweza nikubaliana mimi na makundi mengi ya juu yetu Watanzania ni kundi ambalo tunaishi katika maisha duni sana mm. Makundi mengine yote mm. Na kwa sababu gani? Kwa sababu hizo fursa tunazozungumzia tukuzungumzia, mm. home care mm. wa Nigeria, so wa wengi, wazungu wa wengi, mpaka mm. wa Kenya wa wengi, hakuna Watanzania. Mmesikia mm. so somebody has to do it. Somebody has to do it. Wow. Wow. Wow. Ndugu zangu, ndio maana anasema watu kama Nasoro ni adimu, yaani hata mimi binafsi hapa nilipo tunavyoongea ndio najifunza kwa sababu hata mimi mwenyewe Nasoro nilikuwa sikuelewi, nasema mm, Nasoro yani muda wake wote anatumia anaendelea, tena saa hizi sio tu kwamba wa hapa North Carolina unawatafuta, unaenda state nyingine, umeona. Lakini kama nimekuelewa vizuri, matamanio yako ni kwamba kuona wengi wa Tanzania kwa sababu unfortunately, ni kweli data ndio hizo Watanzania tuko nyuma kidogo samu, samu. Kwa diaspora wa huku kimaendeleo ukifananisha na hizi steti no, nyingine no. Kwa hiyo wewe ni matamani yako kusikia kuona kwamba sasa Watanzania na sisi, asilimia kubwa, namba kubwa, basi naye tuwe tuna maendeleo, hata likitokea changamoto yoyote au sio tu changamoto, jambo jema tunataka kufanya basi asiwe tu ni Nasoro mmoja amesimama wewe, kuna kina Nasoro wengi. Ndio hayo matamanio yako ndio na tunapunguza mzigo, sababu mm, kwa sababu unajua whether you like it or not, ukiwa huko juu watoto wanakuangalia wewe mm -hmm, mara mm -hmm. lakini kwa wengi mko juu mm -hmm. inakuwa hata jambo zuri kama unavyosema hata zuri pia hata zuri inanifanya mm -hmm. kwa uzuri zaidi, kwa sababu wengi mnachangia katika kiwango kinajitosheleza, unaona mm -hmm. unaje kustretch na, na in, in, inatija, inatija sana. Kwa kweli inatija inatija kwa sababu inasikitisha sana kwamba unaishi Marekani miaka ishirini pa mwanzo kwamba diaspora ukiona Tanzania leo ukenda kununua uh, staishirini kwa ishirini, najua unatuaibisha ncho, kwa sababu expectation hata za nyumbani ni kubwa mno juu yako wewe. Unajua ni kwa sababu tumesahau ile malengo

miaka mitano ile ukimaliza kukaa sawa <laughs> ukisahau <usha sawa>, unaanza unaz katika grupu lile la <laughs> kuendelea cheki cheki yako ile, bila umeme maji mchezo umekwisha. At the end of the day huwezi kufanikiwa nandia kufama kwa ni <adema>, hiyo. <laughs> nikikuuliza kwa... ni swali moja kwa asilimia kubwa ya wengi sisi tunakuwa tuna- tunaogopa kwamba it's unfortunately kwamba huwa tuna tunakuwa tuna niseme nini, tunaangushana kwamba unaweza mtu ukajitolea labda kumsaidia mwenzio kwa kitu chochote kidogo, sio tu hata kufundishana biashara, labda uka, ukawa pale kwa ajili yake. Lakini baadaye huyo huyo mtu uliyemsaidia anakuja kukudisappoint vibaya sana. Kwa hiyo tunakuwa tuna tendency ya kuogopana, yani kila mtu anajikunja kwenye kona yake. Wewe mm, ni kitu gani ambacho umeona kwamba hiyo haiku haikupi haikupi haiku shida? And that's very good. Very good. Swali zuri sana. Mm. Na mimi naamini kwamba anaweza kufulisha mtu mmoja tu. Na naamini tukiweza kuamini huko itasaidia sana. Mimi nataka nifulisha ni salama peke yake yaani mi mwenyewe takajifilisha mimi mwenyewe umeelewa eh? Mm -hmm. sio mtu mwingine yote anataka nifilisha mimi unajua kuna kuna philosophy moja ni wapi unajua binadamu uh, na tabia za binadamu na mashetani saa sawa umeelewa shetani anamwangalia nani anamwangalia ile mtu ambaye Um, anafanya ile mabaya mabaya, sio ndio? Anamwangalia yule anafanya mazuri, yule ndio ana focus naye, yule anakuwa naye mpaka afanye mabaya, anamwacha mwacha na mtafuta mwingine asiye mazuri. Kwa hiyo yule mtu anayekuangalia kuangalia wewe kupiga vita, shukuru, anakukumbusha kwamba wewe ni mzuri, yes. Kwa hiyo ile ni moja ya kipimo chako kujitambua wewe kwamba, Okay, mimi nafanya vizuri. Kama napigwa yes. vita, ukiona oh. upigwi vita ndio ujitafakari. Yeah. Ukiona <laughs> <Hey. laughs> hey. hey. hey. upigwi vita ujiulize, mm. -hmm. I need to do something, najua lakini, ukiona napigwa vita mm. Ni dalili nzuri na kupiga vita u fanikiwa tufikie leo tunazalisha wange na wahai wengi tutoa huko tusizalishe tusikubali aa kufelisha wewe, adui yako ni moja tu moja. Mimi ndio faida kuwa ujiajiri, kwa sababu nina muda wa kutosha mm -hmm. napanga ratiba yangu sina hoja na, mm. Kwa hiyo na nafasi, mimi nimetenga Jumapili kuwasaidia wa Watanzania kwa mm, hiyo masharti yangu ni manne. mm -hmm. la kwanza mm -hmm. Uh, be on time, okay, kwa sababu heshima muda wangu mm, eshimu wa kupa, Tanzania napokupa muda wangu, tumekubaliana 9 o'clock, be sure huko kwangu 9 o'clock au before 9 o'clock. mm -hmm. kwa sababu muda wangu unathamani. Nikupa wewe, haina maana kwamba unathamani, ni kwa sababu nimekuthamini amaa, nimekupa wewe muda wangu. Usinijie tatu na mm. mm. mm. robo tatu yeah, na nusu, mbona na kama huji niambie mapema muda unakupa, imenyima mtu mwingine yeah. Kwa hiyo naomba uthamini sana dada yangu, usipothamini sikupi tena. Umeona nafasi hiyo? mm. wow. la kwanza, yes. la pili, hakikisha uh, kwamba unakuwa testimony kwamba watu wajue, ongea kwamba mm. Watanzania tunapendana, tunasaidiana, tunaweza yeah. mm. mm. sio tena wewe, wewe eh, unafungua mlango utakaofungua hiyo ufungue, umeona. Afu la tatu niahidi kwamba nao tutamsaidia Mtanzania mmoja mm. anayeafungua mm. home care yake kwa sababu tukifanya hivyo tutafika mbali mm. yeah. Itakuwa tuna ni kozi ya sio mtu, mtu mmoja basalama au mtu mmoja ni ya wengi, umeona hata hao wa, wazetu wa India wa Jordan kwa kutokea tu kuwa wengi kufanya over sudden, kuna somewhere kuna mtu alianza, umeona exactly. kwa hiyo eventually, na sisi naamini kama leo basama amekupa shatilo akiwasaidia watu kumi, timizo watu kumi na wakasaidia kumi, kwenda kwa ni mission ya watu wengi sio mm. mtu mmoja tena, umeona mm. Mwane. Kwa hiyo ila la tatu na la nne uh, kwamba mesho me naletea 16 ounce coffee uh, <laughs> tiko, na blueberry muffin moja. Usichoro kwa Starbucks. Ni eh, eh, wala vipi ni kwako? Iwe tu local cafe. Kwa sababu I support local cafe. And laf, blueberry muffin. Wao <laughs> alaf da. Alafu blueberry muffin usilete dozen nzima. Moja. Kuna ada moja aliniletea box oh, nzima nikachukua ngumu moja kapa ile ndana, mimi sina shida ya mafini dangu Muda huu nakutana nawe, eh? Niwe na kichwa. Ya. No panel bread? No. No panel bread. Leti, blueberry Just muffin, local, fresh. Yaliyotengenezwa leo huko. Kwenye local cafe. Nakupa muda wangu. Wao wanatoka North Carolina. Wanatoka nchi ya state. Nita mimi unajua kwamba nikija huko nitapanda mm -hmm, ndege nitakaa hoteli, sikai nyumbani kwa mtu, maana nitakaa hoteli, nitakula milo yangu miwili mitatu katika siku hizo.

lakini malipo makubwa, mimi ukifanikiwa, I feel so proud, imagine kwamba mm -hmm. leo mimi kuna karibia leseni ishirini za Watanzania. wow. mm -hmm. kuna jambo la furaha kama hili unajua, anaposema leseni ishirini ina maana kufundisha watu wamefungua, yes. biashara zao wenyewe yes. ishirini na golangu, tuwe na, golangu, na home care mia moja za Watanzania Marekani by 2030 zifike mia moja. Kwa kweli uh, ni intelligent kwa, kwa, kwa kweli yaani, kupata mawazo kama hayo. uh -huh. Mimi kusemea ukweli I salute you eh, kusemea kweli I salute you. Na alafu unajua, ulivyokuwa unaongea, mimi kilichokuwa kinanijia kichwani nikasema, hmm. Nasol ni lazima ana roho ya utoaji. hmm. Kwa sababu huwezi kuwa mtu ambaye hupendi kutoa ukafanya mm. unachokifanya yeah. Hicho unachokifanya wewe mm. ni sadaka. Na samahani hapa nitachanganya kidogo dini. <laughs> yeah, okay. Nita Nasoro mm. ni Mwislamu. mara nyingi ukijifunza Waislamu mimi mm. najifunza nawachungulia, na na marafiki ambao ninao Waislamu mm. wana wakitoa mm. ni watoaji yani wanaheshimu ile kitendo cha utoaji kwa hiyo hii ni kama sadaka, wewe unatoa mm. kwa Watanzania wa wanajumuia mm. utafika mbali sana Amin. Amin. kabisa Amin. kabisa Paso. utafika mbali, hii ni utoaji mm. kwa sababu unatoa material, unatoa yani kila kitu yani washinde wenyewe. Ndugu yangu wa Tanzania, kama wewe unaishi huku Marekani unaisi, hii video imekupitia usije ukafikiri haikuhusu wewe. kama wewe hauna biashara umeona, kwa hiyo Mtafute ndugu Naso ba salama, tutakuja kutoa kontakti zake hapo, ili kama haufanyi kitu hicho, na hata kama una biashara nyingine it's always good to add on. Yani kabisa kabisa, hauna cha na ni wachache anaweza kuwa hamna kama Naso. Kwa hiyo utachukua opportunity hii na wewe jifunze, na wewe utamfundisha mtu, si ndio? Haya, yeah. Sasa unaweza kutuambia tu kidogo alafu you know, katika uendelezaji yeah. wako wa kufundisha yeah, mimi ninachofanya kwamba kwanza na, na, na, na, na, na sababu unajua kuna ile process ya kupata leseni alafu, na zaidi ya leseni, sababu ile leseni ya towa moja unajua. mm -hmm. Alafu kuna ile ku run ku manage unajua, na unafahamu kuna documentation kibao regulation ile pia, pale ndio kwenye kiza kikubwa kwa watu wengi. Mimi naikisha nakupa template zote Pu, aine, take, ata, boy, dile, za kila hatua kila aina uko nazo, ninazo, nitakushindikiza na hata ukitaka nikufanyia hata zako zile za client wako. Kama mimi ni responsible kuhakikisha ufanikiwe, sio upate leseni, ufanikiwe. Umeona, sasa ufanikiwe. Najua sometimes client wa kwanza ushampata, unakuwa excited, lakini like, unauoga. Mm. nipigie simu na uzuri kwamba wana upendo bwana, wana upendo. Umeelewa eh, wana upendo

kuna kitu uh, labda kuna jambo lolote eh kwa kuongezea hapo sasa, ya mm. kwa hiyo tutafanya mimi mm -hmm. uh, kama uko karibu ana, kwa sababu mimi nina muda wa kutosha, trust, mimi sina haja mm. kufanya kazi kuweza kuishi tena, unajua ana kitu just choose kuka home na I'm okay survive, unajua nimefikia hapo hiyo. Kwa hiyo kama uko mbali, mimi sio nitaka kuja kukuta fu, na kufanya visiting kwa kesi yako kwenye hiyo ile the first uh, visit ya client, yani kukukwepe kwa sababu lama tuwekeana pesa hapa hapijafika bado hapo ndio eh mm kwa hiyo kama na, kama kuna mtu karibu, najua na experience bwana Dada Wema, hebu naomba kamsaidia ujamaa ndio kaona na client wake mfanyie leziti ya kwanza na review na vitu kama hivyo, alafu naweza ku guide kwamba uke mwanzo kafanya hatua hii kafanya hichi. Baada ya hapo, namba wapo ambao wameshafanyia hivyo na wamepita mm -hmm. na, na, I'm happy kuona kwamba kuna wengine, kuna moja juzi anapiga simu very excited na client sita

hatukaa hata wiki kupata kazi. Umeelewa mm -hmm. Umeelewa, eh? Yeah. Ni jambo la faraja hili. Yeah. Moja kuna Mtanzania mmoja alifuata, aitwa sio, sio ndio kumtaja jina lake, aitwa Jidisa Kiwavi. Mm -hmm. Kaja kaja Marekani juzi tu hapa. Umeona? Juzi, a few days ago, I mean, over problem ya ofisi yangu na kabosi, nimekuja kaja na picha ya nyumba, anambia, nataka uone moja kushukuru rasmi. Hii nyumba nimejenga kwa sababu fanya kazi ya Amboni. Huyu hata mwaka mmoja hajatimiza hata Marekani. Umeelewa? Wow. Kwa hiyo wewe kweli utaangalia kuna kuna, kuna mm, malipo angekuwana thamani kama hayo. Kwa hiyo kinachofanya mimi na, na, nasindikiza wale ambao wanaanza na nawasaidia documentation zote na kila hatua mm. Alafu na naendelea ku train wao sasa. Baada ya hapo, na habari za policy and procedure una una 100% na, na, na, na, yani wani wewe Ndugu msikilizaji, imebidi niwageukie, inabidi niwageukie. Unajua, hiyo habari ya policy na procedure ndiyo home care yenyewe yeah. na sio kitu kidogo either, kama mtu umefanya from the scratch au umenunua. Na kama umenunua mm, hela yeah. yake sio yeah. ndogo. Yeye hizo policy and procedure anazitoa bure <laughs> na bado anakufundisha. Kwa kweli, hauna mfano. Nazifanya zoom meeting, uendelea na kwa, kwa training. Kuna, kuna training maalum ya marketing, kuna kuna training maalum ya accounting. Wanafanya bure bure na yani wote challenge. Somebody somebody has to do it, somebody has to do it. What a challenge! Lakini yeah. unajua hiyo ni siri kubwa ya yeah. mafanikio yeah. siri yeah kubwa kabisa, yes. kumsaidia kwa hiyo yeah. Ah, so hmm. <laughs> yeah. Unajua hapa mimi ninachojifunza ndio <laughs> yeah utajiri wako wewe hata ambao bado hujauona umeenda above that kabisa kabisa, kwa sababu kikawaida, hata ungeniuliza mimi binafsi, ningesema ah, hapa policy and procedure, nikiuza kama sita hapa, nikiuza elfu kumi hapa, nimepata n elfu hamsini zangu hapa, si umeona? Kwa hiyo katika mitazamo ya kiharaka haraka, nasema mtaji wangu mimi nitakuwa nauza tu policy and procedure, au nitakuja nitakufanyia sijui consultation, mimi unilipe tu nusu ya hiyo tunakuwa kwa hiyo sisi bado tunatazama levo ya chini, mm -hmm. Wewe umeenda above tena ni nisema kwa kimoja paka meshhicho. Wakati navowasaidia watu, kuna watu wanalamika kwamba ah nimeenda kufanya nisaidia au sije nambia hali don't get me wrong. unajua anayekwambia hali ni kweli, ni kweli na nikataa kusaidia yuko sahihi, kwa sababu hiki kitu is not cheap au easy, kwa sababu sana kufanya hivyo no, kwa sababu imekuja fikra hiyo kwamba ah, basi salama, kwa sababu katufanyia bure, basi nimesema basi salama ni exceptional Kikawaida watu, muda wako unaochaji siona. mm. Ukienda kwa wanasheria consultation mm. right. unalipa, si ndio? mm. Lakini nimetuliza akili, huwa nasemaga kutuliza akili mm. nimetuliza akili. Nimekuwa nakufuatilia kweli, nashindwa kukuelewa bado mm. Lakini nilivyotulia hivi na wewe ninavyokusikia unaongea mm. nikasema naso ameenda ameshakuwa tajiri yani, ameshakuwa kuwa bilionea. mm. Unawezekana hujafika pale bado mm. lakini hiyo mindset yes, imeenda mbali kabisa. umeona umeona wewe mm. Mimi, mimi nikiwafundisha nyinyi na nyinyi mkija kuwa matajiri hivi vitu oh, yeah. vidogo vidogo oh, yeah. mimi nisisongwe. mm -hmm. Umeniona? yeah. yeah. eh? yeah. Kwamba oh wow, wow. Basi endelea kama kuna chochote ungependa. kwa hiyo yeah. na train pia wale wenyewe owners, kwa sababu wale caregivers wao wanahitaji training nyingi watu kwa knawacialevaweze well. kuwacaaazwao sasa najua na sasa nasasasisaunakuwa tume create uh, brand ya Tanzania ambayo ni, ni ni home care we eh, but we We build our own quality. We go above and beyond. eh, yes. mm -hmm. nadhani nyie mnafahamu kwamba Watanzania jinsi tulivyokuwa wakarimu, mm -hmm. wa, wa, wenye upendo wenye unyenyekevu, tunaheshimu wazee mm -hmm.